Heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwakimbilia wanadamu. Ikikakimbilia wanadamu, wanadamu watakufedheresha wanadamu watakulilisha wanadamu watakushangaza, lakini heri kumkimbilia Bwana, kwa maana unapomkimbilia Bwana unakuwa salama. Hatuzungumzii habari ambazo ni za, za, za, za, za, za lakini tunazungumzia habari ambazo ni za kwelibari za Yesu. Kila anayempokea amekuwa salama, kila anayempokea ataingia mbinguni anayempokea anakuwa na ulinzi, ulinzi kamili. ninapotembea ni kwenye jiji la Nairobi, Nairobi ninatembea sina bodyguard, lakini najua hatua zangu zinaongozwa na najua ya kuwa kunaye anaye ni chu, mapepo mashetani wanapotupa iyo mishale ya usiku If iyo mishale ya mchana, lakini katika jina la Yesu aliyeshinda msalaba, hakuna pepo no, hakuna mchawi no, hakuna urogi no, ambao unaweza kufaulu dhidi ya maisha yangu. Natembea kama mimi, lakini najua nimezungukwa na, nime na jeshi kubwa siwezi kuogopa, kwa maana Bwana yuko upande wangu. Bwana alimaliza yote msalabani, akasema yote yamekwisha, it's finished.